Maanake tunakwenda kumchagua rais ambaye anakwenda kuunda serikali ambaye ndiye inayekwenda kusimamia na kutunza tunu hii ya Muungano. Maanake sifa ya leo ni kwamba tunapofanya tafakari, lazima tutafakari kiongozi tunayekwenda kumchagua. Na bahati nzuri kwa Chama cha Mapinduzi rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan amepewa tiketi tena nayo dhamana ya kuhakikisha anarudi, kwa sababu unaona, katika kipindi cha miaka yake minne ameisimamia kwa dhati, ameiheshimisha tunu hii ya Muungano. Hivyo unaona wajibu wake kwake kwa Muungano ni mkubwa, na ndio maana hata siku ya leo anaenda kutoa nishani, anathamini mchango wa Watanzania wenzake ambao wameitumikia nchi hii ya Tanzania lakini wametunza muungano wetu, pigeni makofi. Ndio tunatakiwa kwenda kushiriki uchaguzi, lakini tunaposhiriki uchaguzi, fikiria nani kiongozi wako bora. Kwetu sisi kiongozi bora ni Daktari Samia Suluhu. So, <coughs> ameweza kusimamia, lakini mimi na wewe, mkurugenzi, mstahiki meya kwa kupitia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tumepewa dhamana kipande cha ardhi cha kuisimamia ambayo ni Ilala wilaya na halmashauri ya jiji la Dar es Salaam. Moja ya jukumu letu ambalo tumepewa na mheshimiwa rais ni kuhakikisha Ilala inaendelea kukua. Ilala ni mji wa kibiashara. Ilala ni mji wa kiuchumi kwa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Ilala ni uso wa Tanzania. Ilala ina watu zaidi ya milioni moja na laki sita, lakini mchana Ilala ina watu zaidi ya milioni tatu. Mapato ya Ilala kwa, kwa TRA ni moja ya thelathini. Mapato ya Ilala kama halmashauri ni makubwa sana, unaweza ukachukua zaidi ya halmashauri mpaka ishirini. Hivyo sisi kama viongozi, tunayo dhamana ya kusimamia huu muungano kwa sababu wafanya biashara watu waliokuwepo Ilala ni wanaonyesha uwakilishi mkubwa wa muungano wetu na ni watu wengi ambao wanakuja kufanya hivyo. Moja ya jukumu letu ni kuhakikisha amani inapatikana katika jiji la Dar es Salaam amani inapatikana Ilala, ambao hawa watu zaidi ya milioni tatu wanaokuja kufanya shughuli wana zao za biashara wanaitegemea Ilala. Lakini sisi kama viongozi tunapokwenda kutafuta amani, tunao wajibu kama viongozi wa kuwa na umoja na mshikamano ha Kati... angalia umoja na mshikamano waliokuwa nao viongozi wetu wakuu rais, makamu wa rais, waziri mkuu, naibu waziri mkuu na viongozi wote. Angalia ule mshikamano, angalia mshikamano uliokuwepo mkubwa kati ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Rais wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Sisi ambayo tumepewa vipande vya ardhi, tuna wajibu wa kusimamia amani kupitia umoja na mshikamano wetu. Mahala ambapo unakuta viongozi wanatofautiana, amani ya watu wao, amani ya watumishi wao huwa inakuwa ipo. Nichukue nafasi hii eh, kumpongeza mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja na Dr. Mwinyi, rais wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kwa namna ambavyo wanaendelea eh, kuimarisha na kutuunganisha Watanzania kwenye muungano huu, na muungano huu unatutambulisha ndani ya nchi ndani ya nchi na nje ya nchi na hivyo sisi kwa upande wetu kama jiji la Dar es Salaam tutaendelea kuenzi muungano huu kwa vitendo, na haya yanayoendelea hayaishii hapa. Tutaendelea kufanya hivi kwenye maeneo mbalimbali. Swala la usafi ni sehemu muhimu ya kuenzi muungano. Tunafanya usafi kwanza, kuweka mazingira yetu yawe safi lakini kuhakikisha kupitia usafi tunalinda afya za wananchi wetu. Kipindi hiki kimekuwa ni kipindi cha mvua, na hivyo kwa kufanya usafi tunapunguza magonjwa ambayo kimsingi yanaweza kuwa eh, na athari moja kwa moja kwa wananchi na hivyo kuathiri shughuli za wananchi, lakini kuingiza gharama serikali kwa kiasi kikubwa, kwa maana ya kutoa huduma kwenye mahospitali yetu. Usafi wa leo una maana kubwa ndani ya halmashauri ya jiji la Dar es Salaam, na usafi wa leo ni, ni uthibitisho wa eh, ushiriki wa eh, muungano wa moja kwa moja sisi kama halmashauri ya jiji la Dar es Salaam. Wito wangu kwa vijana leo tunapotoka, tunafanya kazi, tunapofanya eh, shughuli mbalimbali sisi kama vijana, ni kwa sababu hiyo kwamba kuna muungano. Bila muungano, hatuwezi kufanya chochote ambacho kinaweza kututambulisha sisi kama Watanzania, na hivyo ni wasihi vijana wenzangu ndani ya halmashauri ya jiji la Dar es Salaam, lakini maeneo mengine, tuendelee kuuenzi e, muungano huu kwa mshikamano mkubwa na kuwa wazalendo ndani ya nchi yetu, na hivyo utatufanya sisi tujitambulishe kama Tanzania iliyo huru, Tanzania yenye mshikamano, Tanzania yenye umoja na Tanzania yenye vijana wazalendo.